Ujambo na karibu katika kipindi maalum wafahamu wagombea urais, kipindi ambacho kinakuletea karibu wagombea urais ambao wapo kwenye kinyang'anyiro cha kusaka kiti nambari moja hapa Tanzania, nafasi ambayo ndio nafasi ya juu zaidi katika uongozi. Wagombea ambao tayari tumeshawaona kwenye majukwaa mbalimbali wakinadi sera zao, lakini huu pia unakuwa ni wakati wa kupata ufafanuzi wa kina yale mambo ambayo wameyasema na yapo katika ilani zao ama sera na vipaumbele ambavyo wanavyo. Naitwa Nurdin Seleman, ndiye ambaye nakualika hii leo katika kipindi hiki. Kwa mara nyingine, tumepata bahati ya kupata mgombea urais mwanamke. Kati ya wagombea urais watatu wanawake, huyu ni mwingine ambaye tumekumbana naye hapa kwenye kipindi chetu, lakini upekee mwingine ni kwamba licha kwamba yeye ni mgombea urais. Na mgombea mwenza wake pia ni mwanamke. Huyu ni Mwajuma Noti Mirambo karibu sana. Asante sana. Kwema. Kwema. Kwanza ongera kwa wewe na mgombea mwenza wote kuwa eh, wanawake mm. mm. Ni mara chache sana kutokea hivyo. Nashukuru sana. Ilikuwaje kwanza? Ah, ni kujiandaa, sisi kama wanawake tuna dhamira ya kushika hatamu katika uongozi mm na kwa sababu tuna dhamira tumejiandaa na tumefanikiwa UMD kupata nafasi, wote wanawake mm. yeah. jambo la upekee sana. Turudi kwenye eh, majukwaa ya kisiasa mm. hali ipoje kwenye kampeni zenu na mwitikio wa, wa Tanzania katika kuwafata pale ambako mnakwenda kunadi sera mm? hali ni nzuri, ni nzuri kwa sababu wananchi wanajitokeza kadri wanavyopata nafasi wanakuja kutusikiliza na sisi tunafurahi, wao wanapojitokeza kuja kutusikiliza, kwa sababu tunaamini wanatupima kwa yale ambayo tunayazungumza, hatimaye itakapofika tarehe ishirini na tisa waje kufanya maamuzi sahihi. Kwa hiyo sisi kama wagombea kutoka vyama vya siasa tunashukuru sana, tunakopita hasa pembezoni huko, lakini kina mama kina baba vijana wanakuja kutusikiliza. Hmm. Wanawaelewa. Ha, kutusikiliza ni jambo jingine, kutuelewa ni jambo jingine. <laughs> Maana hatuwezi kuwapima kwa kutusikiliza tukasema wanatuelewa mm, lakini kitendo cha kutoka kuacha shughuli zao kuja kwenye mikutano yetu sisi, tunawashukuru na tunawapongeza pia, mm. Tuguse baadhi ya mambo ambayo mmeyasema <clears throat> katika majukwaa na yapo katika uh, ilani na vipaumbele vyenu ambayo mingine ni ya upekee kidogo tujasikia kwa wengine wakiyasemea. Tuanzie na hii ya sera ya majimbo, kuna moja ya chama kiishakuwa na na huo utaratibu wa kuhubiri hiyo sera ya majimbo, lengo ni kuhakikisha kwamba wanagatua uh, madaraka mm. na nyi pia tunaona mmekuja na hii sera kwenye eh, mchakato wenu wa kuomba kura. Kwa nini mnaona hii ni, ni, ni, ni, ni moja ya sera muhimu tofauti na utaratibu wa sasa unaotumika mm? Kwanza sisi ndio waasisi wa hiyo wa sera wengine walikuja wakadandia kwa mbele. Ukumbuke sisi ni chama kikongwe na muasisi wetu ni, ni mwana mageuzi kwelikweli, ambaye alipigania huu mfumo wa vyama vingi na hiyo sera. Wakati anaiasisi na wenzake waliokuwepo wakati huo walikuwa ni wanasiasa wakongwe wabobezi, na walikuwa wanafahamu wanachokifanya, na sisi mpaka leo bado tu warithi wake tunaiamini na kuona ni sera sahihi ambayo ita, itaweka madaraka kuanzia chini na kuyasimamia vizuri, lakini wale walioko kwenye hayo maeneo kunufaika na rasilimali zilizopo katika maeneo lao, maeneo yao, lakini kuyasimamia vizuri pia na serikali kupata urahisi wa kuja kukusanya kodi na kuweka maendeleo katika maeneo husika. Hmm. Hmm. Ugatuzi wa madaraka mara nyingi umekuwa na mikingamo ama mivutano, mivutano mingi sana. Wengi wanaamini kwamba madaraka lazima eh, kwa nguvu yake awe ya juu. Mnaposema kwamba mtapeleka huku chini madaraka eh, ili anzie ngazi ya chini, itakuwa ni rahisi ama ngumu kwa kiwango gani katika utendaji wa serikali yako? UMD naamini ni rahisi zaidi kwa sababu ukiwa we ndo mwenye shughuli, alafu kila kitu unachowewe kamati ya chakula ya kwako, kamati ya mapambo ya kwako, kamati ya ulinzi ya kwako. Mi siamini hiyo shughuli kama wewe utapendeza, kwa sababu utakuwa kila saa hizo wale wana kamati viongozi wao wanakuja kwako. Lakini utakapowapa madaraka wakayasimamie, naamini utendaji wetu utakuwa una mwepesi na utakuwa ni mzuri zaidi, na tutawapima wale walioko kwenye maeneo hayo kwa zile nafasi walizonazo kusimamia rasilimali katika maeneo yao lakini kuna kuhakikisha uchumi katika maeneo yao unakuwa wa mtu mmoja mmoja wa eneo husika, wa hatimaye na taifa, na sisi tunaweza kuendesha serikali vizuri hmm. Yeah. Katika chama ambacho kimesimamisha wagombea wawili wanawake, swala la afya ya mama na mtoto nalo mmelisemea huko uh, kila serikali imekuwa ikipiga hatua kadhaa katika maboresho eneo hili la afya ya mama na mtoto. Upekee wenu tunaoutarajia utakuwa upi? Sisi wa kwetu tutakuwa mkubwa kwa sababu kwanza sisi ni wanawake, tuna tunajua matatizo yanayowakuta wanawake katika swala zima la usimamizi wa afya ya mama na mtoto, sisi wenyewe ni wahusika. Kwa hiyo ngoma ambaye anaicheza mtu ambaye anahusika anaicheza vizuri zaidi kuliko ambaye hajui matatizo ya wanawake wanapokuwa kwenye wakati wa kujifungua, lakini wanapopata changamoto katika hao watoto ambao wanawaleta katika hii dunia, lakini hata huduma wale watoto wanapokuwa kuanzia ile mwaka sifuri mpaka miaka mitano, changamoto ni nyingi sana. Serikali zilizokuwepo zimejitahidi, kusemea sera za, za kitaifa ni nzuri lakini utekelezaji bado, sisi UMD tunauona hautoshi. Tanzania ilipata uh, tuzo katika ku... eneo hili la afya ya mama na mtoto kupunguza idadi ya vifo uh, ambayo ilitolewa na taasisi ya Bill Gates. Hii tuzo kwa nchi kwako imekupa chachu aina yoyote ya kwa kwamba hii sera ambayo tunakwenda nayo ni lazima labda izingatie ABCD kwa sababu inaonesha kuna matumaini ambayo yapo mbele ya, ya, ya eneo hili la afya ya mama na mtoto imetu, imetupa moyo, imetupa moyo kwa sababu ndo maana nimekuambia katika eneo la, eneo la afya ya mama na mtoto mi nimehusika. Mwanamke nazijua changamoto zilizopo huko, ni mzazi, najua changamoto zilizopo kwenye maeneo hayo ya afya ya, ya mama na mtoto. Lakini ni faraja kama Mtanzania kuweza kupewa hiyo tunzo, lakini kupewa tunzo sio kusema hizo changamoto zimekwisha. hmm. Sisi wote ni mashahidi, mkiwa wenyewe wana habari, bado kuna changamoto ambazo kiukweli zinasikitisha wakati mwingine zikitokea. Tumeona pale Tanga, nafikiri ilikuwa Handeni, ile mama alifariki, unaambiwa eti kwa sababu ya laki moja na elfu hamsini. Kwa nini asipewe hiyo huduma? Alafu hilo deni likaja likafata kama vile sasa hivi tunavyopiga kelele kuhusu madeni ya maiti, lakini tunashukuru wanapata huduma hospitali, wanapelekwa mutual, alafu ndugu, tunaenda ku, tunaendelea kudaiwa, japokuwa hiyo nayo na sisi kwetu tunasema hapana, Tanzania tulipofikia na rasilimali zetu si sawa okay. Eh, si sawa hmm. Ni lazima tupeane heshima mtu anapotoka kwenye uso wa dunia lakini ni lazima mama na mtoto anapokuwa anahitaji hizo huduma apate huduma stahiki kusio na urasimu na changamoto zisizokuwa na msingi ku, ku, kuona kwamba mama anapoteza maisha au mtoto anapoteza maisha. Si wakati sasa wa miaka stini na ya uhuru kuwa bado sisi tuna changamoto kama hizo. Sisi tunaamini Tanzania ina rasilimali, inazo rasilimali za kutosha na zikisimamiwa vizuri na maeneo hayo yakisimamiwa ki, ya vizuri ya huduma za afya hakuna sababu ya kulipa okay. Kwenye huduma ya uzazi, kwenye huduma ya mama na mtoto hakuna sababu ya malipo mm. Twenda kwenye elimu. Mmeahidi mageuzi katika ili eneo. Elimu ni uh, sekta nyeti sana kwa nchi, kwa sababu hapa ndio wanazalisha watu ambao watakwenda kuwa injini ya uzalishaji uh, kuanzia wale mafundi mchundo mpaka wale ngazi ya Uh, utawala. Mageuzi ambayo mnataka kuyalenga yanajiegemeza wapi wakati huu ambako tunaona serikali ikifanya baadhi ya mabadiliko ikiwemo ya mitaala na kuongeza ujuzi kwa sababu kwa muda mrefu Watanzania wakuwa wanalalamika kwamba elimu yetu ni ya kukariri zaidi si ya kuwapa watu ujuzi. Sisi tunataka kwanza elimu bora kwa wote, si bora elimu. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili tunataka elimu ambayo mtoto anapokuwa shuleni basi atakapotoka pale shuleni aweze yeye mwenyewe kujiamini, aweze kujitegemea kupitia chochote kile ambacho yule mtoto anacho. Mm -hmm. Kama ana kipaji basi azingatiwe kwenye kipaji chake, awekewe misingi kwenye kipaji chake ya masomo mengine, lakini kumsimamia kwenye kipaji chake, ili atakapomaliza elimu yake akipata kuendelea akaendeleze huko kwenye elimu ya juu, lakini pia akitoka hapo aweze kunufaika na kile ambacho anacho, aidha elimu ya darasani au kile alicho nacho ama kile anachokipenda. Tunahitaji kuwa na elimu ambayo itamwezesha mtoto kujitegemea okay. na tutakapomwezesha mtoto kujitegemea, tutaondoa haya malalamiko ya vijana kukosa ajira. Mmegusia me, uh, kitu ambacho mmesema elimu uh, yenu itakuwa bila ubaguzi. Nini mmekiona kwenye elimu ya sasa hadi sema kwamba nyie mtahakikisha elimu yenu bora, lakini bila ubaguzi. Tutahakikisha kwamba elimu yetu kwanza inaondoa hili tabaka ya elimu walonacho na wasionacho. Hatukatai hmm. kuwa na shule mbadala, lakini shule za serikali ziwe bora nazo zaidi na ziondoe zile changamoto ambazo, ndio maana tukasema hata kwenye kazi tutaweka mazingira mazuri, yakiwemo ya hao walimu wetu maeneo yao ya kazi la vitendea kazi vyao, lakini stahiki zao ziwe bora, ziwe bora ili watoto wetu nao waje kupata elimu bora. Tunayo mifano, sisi wote ni wazazi na bahati nzuri tuko ambao watoto wetu wanasoma shule za serikali. Mimi labda nina watoto wawili, lakini nimfikirie mtu ambaye ana watoto watano na watoto saba. Na watanzania tumejaliwa kupata kizazi <laughs> wasiojaliwa wasi wachache, lakini wengi tumejaliwa kupata watoto wengi. Kila asubuhi mtoto anataka shilingi elfu moja ya spidi test. Sasa una watoto watano, ina maana upate elfu tano mm. Uwape wale watoto, lakini unapowapa hizo elfu moja moja za kwenda kumbusti kum, kum mwalimu aweze kuwapa msaada wa ziada, bado watoto wanahitaji wakifuka shule wale chochote. Mtoto saa ingine anasoma kutoka nyumbani na anakokwenda ni mbali hmm. Na saa nyingine si kwa maksudi maake, tunaweza tukawalaumu wazazi, lakini kuna kuhama, kuna kufa, kuna kuachana. Kwa hiyo mtu saa nyingine anaposoma wakati mwingine anakwenda kusoma mbali, anakwenda kula nini kule, hata kupata hela ya mihogo. Sasa ki, vipato vinatofautiana hmm. Wako wazazi wanaweza watoto wao wanakwenda na hizo pesa za kuwasaidia walimu kuwapa msaada wa ziada, wako wazazi hawamudu na kibinadamu, yule mtoto ambaye anawajibika vizuri kwa mwalimu, mwalimu ndio atakuwa mtoto wake wa karibu kwenye mafunzo. Yule mtoto ambaye mzazi wake hana uwezo, hawezi kupata ile hela ya kumpa ya, ya kwenda ku, ku, kupewa nani, upendeleo nasema hmm. wa mafunzo hmm. hawezi kuwa karibu na mwalimu. Lakini mtoto ni binadamu na mwalimu ni binadamu, amekwenda Jumatatu ana elfu moja. Tukienda Jumanne ana elfu moja na utaratibu wetu, fimbo bwana bado zipo, tunaona walimu mpaka wengine tunaona wanajazba zaidi wanawadhibu watoto kupita kiasi. Kwa hiyo mtoto kama mtoto, Jumatatu kapigwa kwa kosa ambalo sio lake, maana kae hiyo elfu moja yeye sio anaoitafuta, yeah, yeah, Jumanne kapigwa, Jumatano kapigwa, Alhamisi atakwenda shule, matokeo yake watoto wanakwenda chocho kwa sababu anaikimbia ile adhabu ambayo kila akifika shule yeye na mwalimu anakuwa hawako pamoja mm. Lakini pia kama binadamu na yeye anajisikia unyonge. Kuna mtoto kila siku akifika, saa nyingine si elfu moja yeye anapeleka kwa mwalimu elfu mbili, anakuwa kipenzi cha mwalimu. Na haya ndo matabaka tunaoyasema sisi. Tunahitaji usawa wao oh, watoto, kwa sababu ni haki yao ya kikatiba mm. Katiba yetu ni nzuri Imemtaja mtoto, haki ya elimu ni haki yake. Kwa nini tuwe na matabaka katika kumpa hiyo elimu? hmm. Ni lazima tuhakikishe tumekosea wapi, okay. Tusiwalaumu walimu kwa kutaka hizi elfu moja na mia tano mia tano, ni lazima tujiangalie na sisi wasimamizi wa walimu hmm. Sisi tutahakikisha tunawawekea mazingira bora kwa kwa kuzungumza nao wao, kwa sababu wao wenyewe ndo wanajua changamoto zao nini shida, ili watoto wetu wapate elimu zilizo zilizokuwa sawa mm. Wale wenye uwezo zaidi hatuwazuii kwenda kwenye zile shule nyingine, na mimi kwa hili niwapongeza serikali sasa hivi hata kuweka ile mikondo. Sasa hivi tumeona kuna shule zile za kama hizo nini kama hizo akademi mm, ndani ya shule nah, zetu eh, ziko zile za mkondo wa Kiingereza mm. Tunasema zaidi nah. ni vizuri lakini ni lazima wakati tunaweka hayo matabaka ya elimu tuangalie hawa watoto wanakuwa hususan wale ambao wako pamoja mm. kuwa na matabaka kwa wale waliokuwa pamoja ni kitu kibaya tunakijenga, okay. kwa sababu hawa wanakuwa mm. tu, sisi tulikuwa kama wao. Tunawajenga kwenye misingi gani? Anapokuwa anaenda chocho anaenda kukutana na kina nani? Anapata elimu gani huko mtaani? mm. ni lazima kama nchi tutafakari ndio maana sisi UMD tumesema tunao wajibu kuhakikisha sekta ya elimu inakuwa ni inatoa elimu bora kwa watoto, si bora elimu, lakini itoe elimu ambayo haitajenga matabaka kwa watoto wetu, lakini elimu hiyo isiwe chanzo ya watoto wetu kuwa watoto wa mitaani hmm. kwa sababu wanapokwenda kule nako wanaenda kujifunza vitu tofauti, anaenda kukutana na watu tofauti hmm. hmm. tuende kwenye kilimo. Tumesikia mkihubiri kilimo Uh, cha kisasa kilimo ambacho wengi wanasema kwamba imefika wakati jembe la mkono kurudishwa makumbusho uh, na maisha mengine yaendelee. Kwa upande wenu kilimo hiki cha kisasa mnazingatia nini hasa? Kilimo cha kisasa ni kizuri, kwa sababu sisi sio kisiwa, ni lazima tuende sasa na dunia inavyotaka, lakini bado tamaduni zetu tuzilinde, mm. Viko, ziko sehemu za kulima na hivyo vitu vya kisasa, lakini mi naamini jembe la mkono lisitupwe, kwa sababu limetukuza sisi, tumefika hapa kwa ajili ya hilo lile jembe la mkono. Kwa hiyo ni lazima tulinde tulikotoka, asili zetu na tamaduni zetu, wakati tunachukua haya mengine mazuri, lakini na yale ambayo tulikuwa nayo mazuri pia tusiyatupe sisi tunakubaliana tuna kwenye sera yetu UMD kwamba umefika wakati sasa, kilimo ni kitu ambacho kina, kinaweza kumwezesha mkulima kuwa na uchumi bora, ikiwa atasimamiwa vizuri, atawekewa mazingira mazuri katika kilimo chake, kwa maana kwanza, wataalam wa kilimo kufanya kazi zao, sio kukaa ofisini, wanazunguka na viti, ni lazima wafike kwa wahusika wakawashauri wakawasimamie walime kilimo ambacho kitakuwa na tija kwao, lakini kitakuwa na tija kwa taifa. Lakini kilimo hiko ni lazima pia kiwekewe mazingira mazuri kwa maana ya soko, lakini kuhakikisha kunakuwa na viwanda, wapi utakapoanzia, ili kuhakikisha kwamba sasa ifike hatua mtu aone kwamba mimi kutoa kodi ni wajibu wangu mm-hmm. pakuanzia papo kwanza, Mtanzania mdogo yule ambaye yuko shuleni, elimu ya kodi ifike huko, wawe na uzalendo wa kutoa hiyo kodi. Lakini Mtanzania ambaye akiwa anapata staiki zake katika haki zake zile za msingi, akienda hospitali anapata huduma nzuri, hapati huduma ya ushauri ya kuonana na daktari kushauriwa, alafu aende akaangaike na mgonjwa wake kutafuta jinsi gani anapata nafuu. <laughs> Mfanya biashara anawekewa mazingira mazuri katika biashara yake. Mtoto anapokuwa amelelewa vizuri katika elimu yake, katika makuzi yake, katika malezi yake, na akawa anapata hilo somo la kujua kwamba hayo yote anayoyapata akiwa mlipa kodi mzuri yatazidi kuwa bora. Hapo ndo kodi rafiki inapokuja. mm -hmm. elimu ya kodi, wafanyabiashara wengi, mi mjasiriamali pia, wengi wetu tunafanya hizo shughuli, hatuna elimu ya kodi, hatujui kodi hii na tunumfaishaje, tunachukia, tunaona ni unyonyaji kwa sababu kila kitu nafanya mwenyewe, natafuta bidhaa, nimelima, nimefanyaje, alafu naambiwa nilipie, nalipia nini eh? Elimu hakuna kwa hiyo ni lazima serikali iwajibike, elimu ya kodi kutolewa. Lakini Mtanzania akiwekewa mazingira rafiki, uzalendo ndo unapopatikana. Kama mfanyakazi unapata stahiki zako vizuri, utakuwa mzalendo katika kazi yako, utaifanya kazi yako vizuri, mazingira yako ya kazi yakiwa vizuri, alkadhalika mkulima, alkadhalika mfugaji, mfanyabiashara, hawa wenzetu wenye vipaji atalipa kodi yake kwa sababu ataiona kodi anayoinufaisha inamnufaisha, na haimnufaishi yeye tu. Ana mtoto shuleni anasoma vizuri, anapata stahiki zake kama mtoto, akienda hospitalini anapata huduma zake za afya vizuri. Kodi itakuwa rafiki kwa Mtanzania kwa sababu umemwekea mazingira rafiki ambayo sisi UMD tunasema hata juu takuzaliwa Tanzania mm. Na uzalendo unatengenezwa hmm. na wa kutengeneza uzalendo ni viongozi waliopo madarakani. Kando na kodi mmesema uh, kwamba mnataka kuleta uchumi endelevu pindi ambapo Watanzania watakuamini pale Oktoba 29 na kukabidhi jukumu la kuongoza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uchumi huu endelevu utakuwa umejikita kwenye maeneo gani ambayo Eh, Mtanzania aweze kwanza kufahamu kabisa kumbe dira ya UMD ni hii hapa kwenye uchumi endelevu. Yaani, uchumi endelevu unagusa maeneo yetu yale yale ya madini. Tuna madini ya kutosha ambayo tukiyasimamia vizuri yatatupa uchumi mzuri, lakini tuna vi, vivutio vyetu. Tumejaliwa kupata vivutio vizuri ambavyo wengine hawanavyo duniani tunayo milima tunayo mito tunazo mbuga, lakini pia tuna, tuna bahati ya kupewa bahari mm. Ni vitu ambavyo vinaweza vikatukuza na uchumi endelevu. Mi tangu nimezaliwa mpaka leo nina miaka hamsini na, nafikia na, na ikaribia sitini, sijawahi kuona bahari ikikauka <laughs> na sisi Tanzania tuna neema kubwa tuna pwani yani karibia sehemu kubwa, lakini tuna maziwa mm. tuna mito mm. sisi tunaamini hivi vitu vikisimamiwa vizuri, kwa maana ya rasilimali ambazo tumejaliwa tume, tume, tume kuzipata Tanzania ni lazima iwe na uchumi endelevu na ni lazima uchumi wetu ukue mm. lakini kukua kwake pia na kutunufaisha Watanzania okay. ambao tumezaliwa Tanzania na hatujuti kuzaliwa Tanzania na tusijute kuzaliwa Tanzania hmm. na ni uchumi ambao utafanya hata watoto wetu watapunguza ili wimbi la kufikiria kwamba wakitoka nje ya mipaka ya Tanzania wanaenda kupata maisha bora. Maisha bora Tanzania yapo okay. isipokuwa yanahitaji usimamizi bora. Mambo mawili ambayo nyie wanasiasa uh, mna jukumu la kuhakikisha kwamba yanafanyika ili siku hiyo Uh, iwe ni ya kihistoria. Moja ni kuhamasisha wapiga kura kwenda kwenye vituo vya kupigia kura, lakini cha pili ni kuhakikisha kwamba amani na kuwepo ili wale uh, sababu nyiwe wenyewe umetuambia nyie ni kina mama wawili ambao mnagombea, lazima pia kina mama na wenyewe wawe, wawe ni utayari wawe wao kujitokeza na kwenda kupigia kura kukiwa na hali ya utulivu na amani. Nini unasemea katika maeneo haya mawili? Mm, katika maeneo mawili, mi katika kampeni zangu zote nimejaribu kuwa nasisitiza tarehe ishirini na tisa ni siku muhimu kwetu wa Tanzania wetu, wa Tanzania wote. Ni siku muhimu kwetu, siku muhimu kwa sababu tunaenda kuchagua viongozi ambao watatuongoza miaka mitano. Tukisimama vizuri tukachagua maeneo kwenye maeneo yetu viongozi wazuri, tutapata huduma nzuri na hatutajuta kuzaliwa Tanzania. Mm. Tusipokuwa na maamuzi mazuri siku hiyo tukachagua maamuzi ambayo si mazuri kwetu wote, tutakuwa sawa wenye tuliokuwa kwenye vyama na ambao hawako kwenye vyama. Mimi naamini wako wengine hawako kwenye vyama kabisa, na wala hawajui Tanzania ina vyama vingapi vilivyosajiliwa usajili kamili, lakini siku ya tarehe ishirini na tisa wote inatuhusu kuhakikisha tunapata viongozi. Tuhakikishe tunajitokeza kwenda kuchagua viongozi, lakini kuchagua viongozi ambao watatuongoza na kusimamia vizuri taifa letu na rasilimali zetu ili sisi na vizazi vyetu vije kufurahia na kutojuta kuzaliwa Tanzania. Lakini katika kujitokeza tu haitoshi, kuhakikisha tunailinda amani yetu kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi, kwa sababu pia kuna maisha baada ya uchaguzi. Bila amani, hata hizi siasa tunazozifanya hatuwezi kuzifanya, hatuwezi kuabudu hatuwezi kutafuta riski, kwa maana kama unafuga kama unalima kama mjasiriamali, kama mfanyakazi. Tunawaona wenzetu hawapati tena hizo nafasi. Maneno ya kwake Mwajuma Noti Mirambo, mgombea urais kupitia chama cha UMD ambaye tumekuwa naye leo kwenye kipindi chetu cha wafahamu wagombea urais, akitueleza yale ambayo ni matamanio yake pindi ambako watanzania watampa ridhaa ya kuunda serikali. Mara baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 na ameainisha kipengele kwa kipengele namna ambavyo wao wana upekee katika kwenda kuyafanyia kazi yale wanaoyaahidi kwenye majukwaa ya kisiasa. Kinachosalia sasa ni kwako mtanzania kujitokeza kwa wingi Oktoba 29 kwenda kutumia haki yako ya kuchagua kiongozi baada ya kusikia sera. Sasa ni jambo la wewe kwenda eh, kuonesha umeelewa kwa kiwango gani. Mwanzoni eh, alizungumza hapa mgombea urais kwamba wanaamini mnawasikia lakini kuelewa <laughs> ni jambo gumu. Kwa hiyo uelewa utapimwa tarehe 29. Nikushukuru sana, shukrani sana, asante sana nam. Na ndivyo ambavyo tunafikia tamati ya kipindi chetu cha wafahamu wagombea urais kwa leo. Tumekuwa naye mgombea urais kupitia chama cha UMD Mwajuma noti Mirambo. Naitwa Nurdin Selemani, kutakie tu mtazamaji mwema na kwaheri.